Mwanza, Lindi na Morogoro, lakini kuna habari inasema mtandao wa X kuwa bana watumiaji wa majina feki. Mtandao wa X kuwa bana watumiaji wa majina feki lakini Dr. Malisa aiburuta sisi mahakamani, Dr. Malisa aiburuta sisi mahakamani. E, lakini Samia awaondolea visa watalii kutoka Angola, lakini mchome azidi kuichoma Chadema kwa afisa kwa ofisi ya msajili. Mchome azidi kuichoma Chadema kwa ofisi ya msajili, hiyo ni habari pia inatokana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe linaandika mchele, mahindi, maharage bei juu. Mchele, mahindi, maharagwe bei juu. Lakini Samia aondoa viza watalii kutoka Angola. Lakini baada ya kusini mvua za kata eh, mawasiliano ya Mwanza na Shinyanga, yule habari pia inapatikana kwa gazeti la Nipashe kwenye kurasa ya mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo na na habari kubwa inaosema, Samia azuru makumbusho ya Rais Neto. Lakini JKCI kutumia akili mnemba, JKCI kutumia akili ya akili mnemba lakini mwangwi wa Samia waivuruga Chadema. Mwangwi mwangwi wa Samia waivuruga Chadema. Lakini uwekezaji wake wenye utu kwa wananchi wa fi... wafilisi hoja zake. Lakini wanachama wahangaika kujinusuru mikononi mwa Lissu. Wanachama wahangaika kujinusuru mik... mikononi mwa Lissu. Lakini Wanyarwanda wadhaminisha e, waadhimisha miaka 31 mauaji ya kimbari. Wanyarwanda waadhimisha miaka 31 mauaji ya kimbari yonebariki, ni gazeti la kule... la Tanzania leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina la kazini, ni kule gazeti la kula raia mwema na nyinyi, naanza na habari inayosema Elisu kufyeka G55, Elisu kufyeka G55, lakini anza kusaka kichwa cha mboe atoa maelekezo mazito, agoma kuzungumzia kauli ya Dkt. Nchimi. Lakini rais Samia kuzuru kiwanda cha mafuta. Profesa Prof. Kitila abebeshwa CCM, lakini watekaji kizimbani. Hilo ni gazeti lako la Raia Mwema kwenye kurasa wa mbele. Lakini jeshi la polisi, e, tumejiandaa kwa uchaguzi d polis, e, mradhi asema jeshi la polisi E, tumejiandaa kwa uchaguzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Rei ya Mwema ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako e, gazeti Rei ya Mzalendo lenginina habari kubwa inayosema kampeni ya mama Samia ligo ad yaanza kwa kishindo Tanga. E, kampeni ya mama Samia ligo ad yaanza kwa kishindo mkoani Tanga lakini kuzifikia wilaya zote kwa siku kumi. Dr. Ndumbaro asema wote watasikilizwa, lakini wananchi Tanga wanashukuru Rais Samia. Habari kwenye, la kwenye, um, kwenye, kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, lina habari inasema, Rais Samia atembelea makumbusho ya Agostino Neto. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo na tukiachana sasa na gazeti lako raia mzalendo ukurasa wa mbele tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la Majira, linaandika raisi atimiza mzuka Simba eh, leo raisi atimiza mzuka Simba leo. Lakini Azam akili zote kwa Yanga kesho, Azam akili zote kwa Yanga kesho hiyo, eh, ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Majira. lakini gazeti la Tanzania leo na linyeo ukurasa mbele linaandika michezo, bali nasema hivi, miludi ataka mastreka kuwa makatili. Miludi ataka mastreka kuwa makatili. Jua mvua watekaji, watekaji, watakaa simba ipani almasiri leo. Mvua au jua watakaa simba ya ipani almasiri leo, hilo ni gazeti lako la taifa la Tanzania leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii naandika miludi akerwa na ushindi kiduchu, miludi akerwa na ushindi kiduchi. E, simba hii tunavuka fado asistiza anataka kunyo ya gazeti lako e, la Nipashe Mwanga e, wa Jamii asema simba hii tunavuka lakini fado wasistiza anataka nyota wake wafunge mabao ya mapema. Lakini kuni gazeti lako Raia Mwema linaandika ni wakati wa Simba kuiambia Al-Masri mkulu kumwao. E, ni wakati wa Simba kuambia e, Al-Masri mkulu kumwao. E, lakini Man United kuzuru Malaysia, Hong Kong kwa mchezo ya kirafiki. Na tukiachana na gazeti lako eh, gazeti lako la michezo tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye habari kubwa inayosema: Mastaa Simba Mukola aanze, kila asisti inategewa mamilioni. Lakini vita mpya ya Feisal na Pacome a, vita mpya ya Feisal na Pacome achoka kuonewa, sasa awa bondia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako pata, nakala yako kwa habari kwa kinam na ya gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa aherini, asubuhi njema.